La upendo. Tushirikishane tone la upendo ndugu wapendwa, karibuni tusikize neno la Mungu na tafakari ya Jumapili ya 32 ya mwaka C wa Kanisa. Masomo yetu ya leo yanatusadikisha juu ya ufufuko tuombe neema ya kusadiki fundisho hilo na kuliishi kwa matendo. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Makabayo sura ya saba aya ya kwanza hadi ya pili na aya ya tisa hadi ya kumi na nne. Ilitokea ya kuwa ndugu saba pamoja na mama yao walikamatwa kwa amri ya mfalme na kutezwa sana kwa mijeledi na mapigo ili kuwashurutisha kuonja nyama marufuku ya nguruwe mmoja akajifanya mnenaji wao, akasema: wataka kuuliza nini na kujua nini juu yetu? Sisi tu tayari kufa kuliko kuzivunja amri za wazee wetu. Naye wa pili alipokuwa kufani alisema, wewe mdhalimu, unatufarikisha na maisha ya sasa, lakini Mungu wa ulimwengu atatufufua sisi tuliokufa kwa ajili ya amri zake, hata tupate uzima wa milele. Na baada yake, alidhiakiwa yule watatu naye. Mara alipoagizwa alitoa ulimi wake akanyosha mikono yake bila hofu, akasema kwa ushujaa, kutoka mbinguni nalipewa hivi, na kwa ajili ya amri za Mungu na vihesabu kuwa si kitu na kwake na matumaini kuvipokea tena. Hata mfalme na watu wake walishangazwa kwa roho ya kijana huyu kwa jinsi alivyoyadharau maumivu yake. Akiisha kufa huyu, walimtesa na wanne na kumtendea mabaya yale yale Naye alipokaribia kufa alisema hivi: ni vema kufa kwa mikono ya wanadamu na kuzitazamia ahadi zitokazo kwa Mungu kuwa tutafufuliwa naye, lakini kwako wewe hakuna ufufuo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo letu la pili ni waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Tesalonike. Sura ya pili aya ya 16 hadi sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya tano. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda akatupa faraja ya milele na tumaini jema katika neema, awafariji mioyo yenu na kuwafanya imara katika kila neno na tendo jema. Hatimaye, ndugu, tuombeeni neno la bwana liendelee na kutukuzwa vilevile kama ilivyo kwenu tukaokolewe na watu wasio haki wabaya maana si wote walio na imani lakini bwana ni mwaminifu atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu nasi tumemtumaini bwana kwa mambo yenu kwamba mnayafanya tuliyowaagiza tena kwamba mtayafanya. Bwana awaongoze mioyo yenu mkapate pendo la Mungu na saburi ya Kristo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo yetu la injili inatoka katika Injili ya Luka. Tusikilize somo la Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Na baadhi ya Masadukayo wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, walimwendea Yesu, wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke lakini hana mtoto, na amtoaye huyo mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto. Na wa pili akamtwaa yule mke akafa hana mtoto. Hata watatu akamwoa na kadhalika wote saba wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, "Wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa lakini wale wahesabiwao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule, na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu fufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu wapendwa, masomo yetu ya leo yanaelezea uwepo wa makundi mawili, kundi lililoamini juu ya ufufuko na kuishi imani hiyo na kundi ambalo hawakuamini juu ya ufufuko. Ndugu wapendwa, somo la kwanza linaelezea makundi mawili: kundi lililoamini juu ya ufufuko na kuitetea imani yao mpaka kufa kifodini, na kundi la pili ni mfalme Antioko Epifani na watu wake ambao hawakuamini juu ya ufufuko na hivyo kuwatesa wale walioamini juu ya ufufuko na kuishi imani hiyo. Somo linaelezea namna mama na watoto wake saba walivyouawa kikatili na mfalme Antioko Epifani. Ni kwa sababu walilazimishwa kuyaacha mapokeo ya wazee wao, kula nyama marufuku, nyama ya nguruwe. Kwa wakati ule, mama na watoto wake saba walikuwa tayari kufa kifodini kuliko kula nyama ya nguruwe. Hii ni kwa sababu waliamini kuwa kuna maisha mengine baada ya kufa, kwamba Mungu atawafufua. Ndugu wapendwa, somo la Injili linaelezea uwepo wa kundi la Masadukayo ambao hawakuamini juu ya ufufuko. Kundi hili lilikuwa ni kundi la matajiri na waliamini juu ya dini za asili. Kwa kuwa walikuwa matajiri, walipenda starehe na anasa, na kuamini maisha ni hapa hapa duniani na hakuna maisha mengine baada ya kufa. Waliamini mtu akifa, wa hakuna maisha tena, ndio kwisha habari yake. Kundi hili kwa kuwa hawakuamini juu ya ufufuko, waliyashangaa makundi yaliyoamini juu ya ufufuko kama Mafarisayo. Pia walishangazwa na Yesu kuona anaamini juu ya ufufuko, hivyo wakaamua kumtega ili wamnase, kwa kuanza kuelezea kisa cha Sara binti la Gweli aliyosimuliwa katika kitabu cha Tobiti, binti ambaye aliolewa na wanaume saba lakini hakuacha uzao wowote, na mwisho wa siku yule mwanamke naye akafa. Hivyo wanamuuliza Yesu ili kumkejeli juu ya ufufuko. Je, katika maisha ya ufufuo atakuwa mke wa nani? Na walimuuliza hivi ni kwa sababu hawakuamini juu ya maisha ya ufufuo. Yesu aliwajibu, katika maisha ya ufufuo hakuna kuoa wala kuolewa. Maisha ya ufufuo ni tofauti na ya hapa duniani. Ndugu wapendwa, katika somo la pili Paulo anawaombea Watesalonike wanaposubiri ujio wa pili wa Kristo wadumu katika imani, matumaini na mafundisho waliofundishwa; pia wavumilie changamoto zote zitokanazo na imani yao katika kumshuhudia Kristo Yesu. Ndugu wapendwa, fundisho kuu la leo ni juu ya ufufuko, na tunajifunza fundisho hili kupitia wahusika tuliowasikia katika masomo yetu, yaani kundi la watu walioamini juu ya ufufuko na wakaishi imani yao na kundi la watu ambao hawakuamini juu ya ufufuko na kuto kuishi imani hiyo. Hivyo, kupitia masomo yetu ya leo, tutajifunza na kutafakari juu ya mafundisho manne. Fundisho la kwanza ni juu ya wahusika ambao hawakuamini juu ya ufufuko, na fundisho la pili ni wahusika walioamini juu ya ufufuko, na fundisho la tatu ni mafundisho ya Kristo juu ya ufufuko, na fundisho la nne, tufanye nini tunaposubiria ujio wa pili wa Kristo. Ndugu wapendwa, wafundisho la kwanza tunaloanza kulitafakari ni wahusika ambao hawakuamini juu ya ufufuko. Kundi la kwanza ambao hawakuamini juu ya ufufuko ni mfalme Antioko na wenzake. Mfalme Antioko Epifani na wenzake hawakuamini juu ya maisha baada ya kifo, hawakuamini juu ya ufufuko. Ndio maana aliwalazimisha watu kuiacha imani yao na mapokeo ya wazee wao. Mfalme aliwalazimisha watu kula nyama marufuku ya nguruwe na wale waliokataa kula nyama ya nguruwe na kuiacha imani yao aliwaua kikatili. Kwa mtu anayeamini juu ya ufufuko na uwepo wa maisha mengine baada ya kufa, ni vigumu kwa mtu huyo kuwalazimisha wengine katika mambo yasiyofaa; ni vigumu kuwatesa na kuwaua wengine kikatili. Mfalme Antioko Epifani aliamini juu ya dini za asili, dini ambazo hazikuamini juu ya ufufuko. Hata Wayahudi wenyewe hapo mwanzo hawakuamini wala kufundisha juu ya maisha baada ya kifo. Waliamini mtu akifa, wa hakuna maisha baadaye. Kwenye miaka mia moja sabini kabla ya Kristo, taifa la Israeli taratibu walianza kuamini juu ya maisha baada ya kufa, kwani walijiuliza, je, watu waadilifu baada ya kufa wanaenda wapi? Wakaamini kwamba Mungu hata waacha waoze kabrini, lazima atawafufua. Ndugu wapendwa, kuishi maisha ya kuwatesa na kuwanyanyasa na kuwaua wengine kikatili, maana yake hauamini juu ya maisha baada ya kufa na uwepo wa hukumu. Ndugu wapendwa, nasi huenda tumeishi maisha ya kikatili kama mfalme Antioko. Ndugu wapendwa, kundi la pili la watu ambao hawakuamini juu ya ufufuko ni Masadukayo. Kundi la Masadukayo lilikuwa ni kundi la watu matajiri na waliamini katika dini za asili. Kwa kuwa walikuwa ni matajiri, waliishi maisha ya starehe na anasa na kuamini ya kuwa maisha ni hapa hapa duniani, mtu akifa hakuna maisha mengine. Kwa sababu hiyo waliishi maisha ya starehe na anasa. Tumesikia katika somo la Injili kundi hili ndilo lililomtega Yesu na kumuuliza juu ya kisa cha Sara aliyolewa na wanaume saba wote wakafa wasiache uzao, na baadaye akafa huyo mwanamke. Hivyo wanauliza kama kuna maisha baada ya kufuka, je, huyo mke atakuwa wa nani? Swali hili ni kiashiria tosha kwamba hawakuamini juu ya ufufuko. Ndugu wapendwa, huenda sisi tunaamini juu ya ufufuko, lakini tunaishi kama Masadukayo ambao hawakuamini uwepo wa maisha baada ya kufa. Wao waliishi maisha ya starehe na anasa, kwani waliamini hakuna maisha mengine, maisha yanaishia hapa hapa duniani tu. Nasi huenda tunaishi maisha ya starehe na anasa na kumsahau Mungu na wahitaji kana kwamba maisha yanaishia hapa duniani tu. Tunaishi maisha ya starehe na anasa, kana kwamba hatujui kwamba kuna hukumu baadaye. Kuishi maisha ya starehe na anasa na kumsahau Mungu na wahitaji, kwa asilimia fulani ni kuishi kama masadukayo ambao hawakuamini juu ya ufufuko. Ndugu wapendwa, wa fundisho la pili tunalolitafakari ni wahusika walioamini juu ya ufufuko na wakaishi imani yao. Ndugu mpendwa, mhusika wa kwanza aliyeamini ufuko na kuishi imani yake kwa matendo ni mama wa watoto saba. Ndugu mpendwa, katika somo la kwanza tumesikia habari za mama aliyeamini juu ya ufuko na kuishi imani hiyo hata kukubali kuuawa. Mama huyu aliyeamini uwepo wa Mungu na hakutaka kuvunja sheria zake, hata alipolazimishwa aiache imani yake, ale nyama marufuku ya nguruwe, alikataa akawa tayari kufa, kwani aliamini kifo dini kitamstahilisha kufika mbinguni. Hivyo alikuwa na matumaini. Mama huyu aliona ni bora afe kuliko kutenda dhambi. Kutoka kwa huyu mama, jambo la kwanza tunalojifunza ni ujasiri wa kuwa tayari kufa kuliko kutenda dhambi, na ujasiri huo alikuwa nao ni kwa sababu ya imani na matumaini kuwa kuna maisha mengine baada ya kufa. Asingekuwa na imani na matumaini hayo, asingekubali kufa kifodini. Jambo la pili tunalojifunza kwa huyu mama ni namna alivyowarithisha watoto wake matumaini na imani. Imani na matumaini aliyokuwa nayo aliwarithisha watoto wake saba wote waliokufa kifodini. Wazazi, mnapaswa kujiuliza. Je, mnawarithisha watoto wenu imani na matumaini kwa Mungu? Je, mmewarithisha huruma na upendo? Je, mnatimiza wajibu wenu? Je, mnahakikisha kwamba watoto wenu wamebatizwa na kupokea masakramenti? Je, mnahakikisha kwamba watoto wenu wanaenda mafundisho? Je, mnahakikisha kwamba kila Jumapili wanaenda kanisani? Je, mnahakikisha kwamba watoto wenu wanapenda sala na kusali daima? Au mmewafanya watoto wenu wayapende mambo ya kidunia zaidi kuliko mambo ya kimungu? Au mambo ya kidunia mmeyapa kipaumbele zaidi kuliko mambo ya kimungu? Watoto wale saba waliiga imani kutoka kwa mama yao. Mama yao aliwarifisha imani. Ndio maana wakawa tayari kufa kifodini. Hivyo wazazi na walezi, mtambue ya kuwa watoto wenu wanaiga kutoka kwenu. Kama wazazi mnasali kabla ya kula na kwenda kulala, na watoto wenu wanaiga. Kama siku za Jumamosi mnaenda kwenye jumuiya, na watoto wenu wanaiga. Kama siku za Jumapili mnaenda kanisani, na watoto wenu wanaiga. Kama wazazi mnatoa sadaka na zaka na kuwarithisha watoto wenu tabia njema, nao wanaiga kama wazazi mna huruma na upendo, na watoto wenu wanaiga. Kama mnawajali na kuwasaidia maskini, watoto wenu pia wanaiga ile tabia njema. Kama wazazi huwa hamsali na hampendi sala, na watoto wenu wanaiga, mnawarifisha tabia hiyo. Kama hamwendi jumuiya ndogondogo wala kanisani siku za Jumapili, na wenyewe wanaiga, mnawarifisha tabia mbaya watoto wenu. Kama wazazi hamna huruma na upendo, mmekuwa ni wakatili, na watoto wenu wanaiga nao, mnawarifisha ukatili. Hivyo wazazi leo mnapaswa kujiuliza, je, umewarifisha nini watoto wenu? Katika somo la kwanza tumeona yule mama alivyowarifisha imani ya watoto wake, wakawa tayari kufa kifodini, wakawa tayari kufa kuliko kutenda dhambi. Mama yao asingewarifisha imani, wangekuwa tayari kuikana imani yao, wangekuwa tayari kumkana Mungu kuliko kufa. Ndugu wapendwa, wa husika wa pili walioamini juu ya ufuko ni wale watoto saba ambao tumesikia katika somo la kwanza. Somo linaelezea kifo cha watoto wote saba na mama yao, lakini kwa namna ya pekee limeelezea kifo cha watoto wanne na namna walivyokuwa mashujaa. Mfalme Antioko Epifani alipowashurutisha waiache imani yao na kuwashurutisha kula nyama marufuku ya nguruwe mtoto wa kwanza alisema sisi tupo tayari kufa kuliko kuzivunja sheria za wazee wetu. Naye wa pili alipokuwa kufani alisema wewe, mdhalimu, unatufarikisha na maisha ya sasa, lakini Mungu wa ulimwengu atatufufua sisi tuliokufa kwa ajili ya amri zake, hata tuupate uzima wa milele. Na yule watatu alisema, kutoka mbinguni nalipewa na hivi na kwa ajili ya amri za Mungu na vihesabu kuwa si kitu na kwake na vitumaini kuvipokea tena. Tunaambiwa hata mfalme na watu wake walishangazwa kwa roho ya kijana huyu kwa jinsi alivyodharau maumivu yake. Baada ya kumuua watatu, walimtesa kijana wa nne na kumtendea mabaya yale yale, naye alipokaribia kufa, alisema ni vyema kufa kwa mikono ya wanadamu na kuzitazamia ahadi zitokazo kwa Mungu kuwa tutafufuliwa naye, lakini kwako wewe hakuna ufufuo. Ndugu wapendwa, tumeona vijana wote walikuwa na ujasiri wa kuitetea imani yao, hawakuwa tayari kuzivunja amri za Mungu na walipoteswa, majibu yao yalionesha wanayo matumaini makubwa ya ufufuko na Mungu hata waacha kwa kuwa wameilinda imani yao. Ndugu wapendwa, kutoka kwa hawa watoto saba na mama yao tunajifunza kwamba kujua na kutenda kunaenda sambamba. Hawa walijua kuwa kuna maisha mengine baada ya kufa na wakaishi imani yao kwa matumaini hayo. Ndiyo maana wakawa tayari kufa kifodini, ili wasije wakaikosa mbingu, wasije wakaingia katika mateso. Sisi tunajua kuwa kuna maisha baada ya kifo. Tujiulize, je, tunachokijua, je, tunakiishi na kukiweka katika matendo? Je, tupo tayari kudharauliwa na kuteswa kwa ajili ya Kristo? Je, tupo tayari kufa kifodini kuliko kumkana na kumsaliti Mungu kwa maneno na matendo? Hawa walikuwa tayari kufa kuliko kuikana imani yao na kuyavunja mapokeo mema ya wazee wao. Sisi mara kadhaa huenda tumezivunja amri za Mungu na mapokeo ya wazee wetu. Ndugu wapendwa, ikiwa tunajua kuwa kuna maisha baada ya kifo, ni lazima tuishi imani yetu katika matendo kama hawa watoto saba na mama yao. Ndugu wapendwa, jambo la tatu tunalotafakari ni mafundisho ya Kristo juu ya ufuku. Yesu katika somo la Injili anatoa fundisho kuu moja kuonesha kuwa maisha ya duniani ni tofauti na maisha ya mbinguni. Fundisho hilo alilitoa kwa namna mbili. Namna ya kwanza, Yesu alipoulizwa na Masadukayo juu ya yule mwanamke aliyeolewa na wanaume saba na wote walikufa bila kuacha uzao, na baadaye akafa yule mwanamke, wakamuuliza, je, katika maisha ya ufuko yule mke atakuwa wa nani? Yesu akajibu, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini katika maisha ya ufufuo hakuna kuoa wala kuolewa kwa sababu tutapewa miili ya utukufu, miili isiyo na matamanio ya dhambi. Watakatifu walioko mbinguni hawajaoa na kuolewa, hivyo mambo yanayotudanganya duniani na kufanya tutende dhambi, mbinguni hayapo. Namna ya pili, Yesu aliwaeleza Masadukayo kuwa mbinguni hakuna kifo tena, kwa sababu tutakuwa sawa na malaika. Watoto saba na mama yao walikufa kifodini, bila shaka walielewa fundisho hilo. Ndio maana wakawa tayari kuteseka duniani kuliko kwenda kuteseka mbinguni ambako kuna maisha ya umilele. Kila mkristo unapaswa kujiuliza je, ni bora uteseke katika maisha mafupi ya hapa duniani au uende uteseke katika maisha ya umilele mbinguni? Je, ni bora ufurahie maisha mafupi ya starehe na anasa sasa kama Masadukayo na baadaye uteseke mbinguni katika maisha ya umilele? Wale watoto saba na mama yao waliona ni bora wateseke na kuuawa kuliko kwenda kuteseka katika maisha ya milele mbinguni. Ndugu wapendwa, fundisho la nne tunalotafakari ni tufanye nini tunaposubiria ujio wa pili wa Yesu? Tunaposubiria ufufuo wa miili na uzima wa milele. Jambo la kwanza tunaposubiria ujio wa pili wa Yesu, ufufuo wa miili na uzima wa milele, tunapaswa kuombeana. Katika somo la pili, Paulo anawaombea Watesalonike wanaposubiri ujio wa pili wa Yesu, anawaombea wadumu katika kuombeana kama yeye anavyoombea, anaombea wadumu katika imani na matumaini, anaombea wadumu katika uvumilivu, anaombea wadumu katika mafundisho ya kweli waliofundishwa. Hivyo nasi tunaposubiria ujio wa pili wa Yesu na unaposubiria kifo chema, udumu katika sala, kujiombea na kuombea watu wengine. Udumu katika imani na matumaini kama watoto saba na mama yao. Pia udumu katika uvumilivu kama watoto saba na mama yao walivyovumilia mateso na kufa kifodini. Pili, tuwe na imani na matumaini. Tuamini na kusadiki kama tunavyokili imani yetu, tuamini kuwa kuna maisha ya ufufuko baada ya kufa, na tubaki katika tumaini hilo. Tuwam, tu, tumaini hilo litufanye hilo, kile tunachokiamini tukiweke katika matendo, kama mama na watoto wake saba walivyobaki katika imani na matumaini juu ya maisha mengine baada ya kufa na kwamba Mungu atawafufua. Tatu, tudumu katika uvumilivu. Ndugu apendwa, katika kusubiria ujio wa pili wa Yesu na ukitaka kufa kifo chema, ni lazima udumu katika uvumilivu. Ndio maana Paulo anawaombea Watesalonike wadumu katika uvumilivu, maana katika kumshuhudia Mungu watakutana na changamoto kama yule mama na watoto wake saba, lakini walivumilia. Nasi tuvumilie daima. Tena huenda changamoto zetu ni ndogo kulinganisha alizokutana nazo yule mama na watoto wake au changamoto walizokutana nazo watakatifu. Nne, tudumu katika uaminifu. Tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu ni lazima tudumu katika uaminifu. Tumeona katika somo la kwanza namna yule mama na watoto saba walivyodumu katika uaminifu katika kuziishi amri za Mungu mpaka wakawa tayari kufa kuliko kuzivunja amri za Mungu. Nasi tunapaswa kudumu katika uaminifu huo, tuwe tayari kuteseka hata kufa kuliko kuzivunja amri za Mungu na kanisa na kuyaacha mapokeo ya wazee wetu, kwani tukiyaishi hayo yatatustahilisha kufika mbinguni. Tano, tudumu katika mafundisho. Paulo anawasa wa Tesalonike wanaposubiri ujio wa pili wa Yesu wadumu katika mafundisho waliofundishwa. Ndugu wapendwa, nasi tunaposubiri ujio wa pili wa Yesu tunapaswa kudumu katika kuyaishi mafundisho tuliofundishwa tangu tukiwa wadogo mafundisho tuliyowapata kabla ya komunyo, kipaimara, ndoa na kadhalika. Yule mama na watoto wake saba walidumu katika mafundisho waliofundishwa. Hawakuwa tayari kuyaacha mafundisho waliofundishwa na kudanganywa na mafundisho ya uongo kutoka kwa Mfalme Antioko Epifani. Hivyo ndugu wapendwa, tunaposubiri kifo chema, ujio wa pili wa Yesu, ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo, tuombe neema ya kudumu katika sala, imani na matumaini uvumilivu na uaminifu, na tuishi imani yetu kwa matendo kama yule mama na watoto wake saba. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele Amina! Aliyoletea tafakari hii ni mimi Padre Mathias Kunyanja wa shirika la damu azizi ya Yesu. Na neno na Mungu tende kuhubiri. Tushirikishane tone la upendo.